Kuna fedha kurugenzi, ushapokea bilioni moja kwa ajili ya ukarabati majengo yote yaliyoathirika na kimbunga Hidaya. Hapo vipi hapo? Samia amia, Dokta Samia safi. <laughs> hey. kwa hiyo hii zile fedha bilioni moja kuwa ya zile shule, nyumba za walimu, kuna zahanati zimepata changamoto ya kimbunga Hidaya, ile fedha inakwenda sasa nini, ukarabati

Sawa. So, lakini vile vile pikipiki za watendaji wa kata watendaji wa kata mko hey. kwa hiyo masa ya watumishi anayetazama ana hayo imetolea tu mfano, lakini hata afisa elimu wa sekondari na msingi wana magari ambao wanatumia kwa ajili ya kuja kuweza kufanya nini, kufanya ukaguzi na mambo mengine. Ndugu zangu kama ambavyo nimesema, walimu nyinyi ni kundi kubwa ambalo serikali tunalitazama kwa jisu refu kwa umuhimu wenu, kwa sababu hakuna mtu ambaye hajatokea kwenye mikono ya mwalimu, hayupo katika dunia hii. Nyinyi ndio kundi ambalo ni special kwenye nyinyi, lakini naweza mkajiuma kila siku naaamika, tumesaurika, hatuja wasahau na ndiyo maana kila wakati tunatazama na tuone. Lakini vile vile, ndugu zangu, kuna watumishi ambao wamepanda vyeo kwenye kwenye kada hii ya walimu, nimeshahitaja idau, lakini kuna walimu ambao labda alisoma diploma ya maendeleo ya jamii, au alisoma diploma ai ya walimu ochukua, halafu akaenda kusoma degree ya maendeleo ya jamii digrii yani ya wasi yani? digrii ya sheria, digrii yani ya kada ambayo sian aaiu wao, tunao 36 na wao wamerudi, wameomba kubadilisha mundo, washabadilishiwa 32 mbili wameshatoka kwenye walimu, wameenda kwenye kada nyingine hapo, huko. Na ni hawa wasita disi hawa wame wame wamekiji hisi hawa hivi na hivi, lakini vile vile ni serikali pia ambayo unaona sasa. Hawa kwa sababu wameshabadilisha kozi waliosoma na wanahitaji kubadilisha muundo, wameweza pee kubadilishiwa. Kwa hiyo niwatie shime wengine, sio kwamba mkimbie kada walimu, lakini pia Unaweza ukaenda kusoma na muundo uka nini ukabadilika, ambao mpaka sasa hivi ambao wamebadilishwa muundo wako wanne na hawa wanne kupata taarifa zao, lakini nao tunafanya nini? Tunaweka kwenye mchakato CWT pia anaonyesha uzalendo mzuri kwa mimi niseme nawapongeza kwa kuweza kutuchangia mchango wa mwenge. Wengi zeni sana. Anajua huyo mchango umetoa nyinyi, lakini michango ya wanachama hawa tunawashukuru sana sana sana. Wanachama kwa mchango mliotoa, wameonyesha uzalendo uza wa hali ya juu. Lakini hapa tumeambiwa mapato na matumizi yenu hayana shida, tujipongeze pia na tuwapongeze. Taarifa ya kazi imesomwa vizuri. Nilifanya ziara mimi kwenye shule mbalimbali nilikwenda kwakoli katibu wa mtini, kwa mkurugenzi ili ziara. Nilikuta walimu wamekata tamaa, walimu nilikuta wana majonzi, nilikuta walimu wanasonona sonona. Mnaijua walimu wengine wanauma upote, yaani mwalimu anauma upote anahitaji mtu wakumchekesha tu wakumfurahisha tu wakumioga tu wakumfaili tu, walikosa, hawakuwa na mtu kwa kwa wafaridi unakona, shule nyingine unakuta walimu wako wanaume watuku shule dunia hii tu wako wana, wanaume watuku bila wanawake angeshijao ingekuwa salama eh? Singekuwa, si salama. Kwa hiyo, kama serikali tumeenda kujipanga, tuone namna ya kuchangana, tusiweke shule wanaume watupu, mwanamke hata mmoja hayupo, kwa sababu wanaume anaweza akapanda mwanamke akamtuliza, shuka shuka taratibu, seliye akafanya nini, akashuka akashuka, na anaweza sio asiwe

Nakipindoi ha hii siosohii, nilichogundua walimu wamekosa pa kuegemea, walimu wa kike hawana vifua vya kuegemea kwa omezao, walimu wa kiume wamekosa mtu wa kuwapakata mapajani kufanya nini?